Mvurugiko wa homoni, endocrine disruptors, ujue na, mfumo wa binadamu wa homoni unaitwa endocrine, okay, endocrine system. Sasa ule mfumo ukivurugika ndo nasema umekuwa disrupted, so vitu vinasababisha mvurugiko wa homoni na nyama y nyekundu haihusiki, labda uniambie ile red processed meat, kwa mfano labda sausage wa nyama za kiwandani ama kila kitu Endo kwa ni swap ta zipo kadhaa. Kwa wanawake sana chakula ni viazi mviringo, hivi viazi vya chipsi ambazo mnatumia kupikia chipsi. Hivi na matatizo, guys. Kwanza zina sumu na sio vyakula halisi. Na kama unataka kupungua na una fibroids, huwezi kupona kama unakula viazi. Cha pili ni maziwa. Okay, yana estrogen hormone ya kuzidi, kitu ambacho kinapelekea hakuna balance kati ya hormones. I mean kati ya hormones zile nzuri, I mean za uzazi. Kazi estrogen na hormone nyingine zikizidi haziwezi kubalance. Kingine ni kunaita dawa za fluoride, dawa za meno. Siku hizi watoto hawana akili timamu, watoto wadogo hivi, mwanamke anapata hedhi mbaya, ni kwa sababu ya mvuruguko wa homoni. Okay, watu wanakunywa nini, imeproduce maziwa eh? Ya vingine ni cosmetics maana yake natumia bodies vingi sana vikali. Yaani wewe unavalisha cream hii, kesha cream ile. Hivi vyote vinavuruga mpego wako au na vina, vina attract magonjwa, vinavutia magonjwa. Sasa kama hii fibroids uvimbe wa kizazi, PCOS na kila kitu. Kwa hiyo vitu tofauti tofauti. Unene nao pia mzuri, sio mzuri. Ulevi e, pombe kupikia kwenye hizi masufuria kisasa ya kisasa haya siku hizi, ma microwave oven, ma air fryers, factors nyingi Wanawake mbaya zaidi, mko busy sana kufuatilia karia, eh mitindo, fashion na sababu kabisa. Kuna umri fulani inabidi mtabidi, mfike mzai wengi wakifika miaka 20, 30, wanapata na ile fibroids, alafu ana meza a lot of supplement. Wananua supplementi, supplementi hizo lakini haiwasaidii kila siku sentimita zinakuwa, zinakuwa. Na madhara yake zile haziachi kukua, na ni kama utaendelea kula vibaya itaendelea kuja, na kuja, na kuja kila siku. Sawa, unaenda kufanya upasuaji mara kwanza itarudi, unaweza kufanya upasuaji mara pili. Mimi nina mfano wa mmoja wa wanafunzi wangu. Mbaya zaidi, mjipende, mpendea e, njia nzuri na alizi za kujitunza yo ni vyakula vizuri, msio wanene. Fanyeni mazoezi, tembeni mara kwa mara, ni muhimu, lakini kusema unaamini vidonge vitakusaidia vido, uishi kawaida. Unakula chips wali, ugali kila siku uwazi, mikate. Ah, no sio nzuri. kufunga kwako juu uliufunga lini mara ya mwisho? Ukumbuke mara mwisho ulifanya hata squat 50 lini? Yaani uko uko ni mbaya sana.